Yano, hivi ya Israelage. Hapana, ah, mimi nimekuja TV. Unuzia nini? Hata TV niko nazo. Najua kwenye Naeda. Hata TV niko nazo mzaha. Hata ni TCL niko na yeah. TCL, nikuzie TCL niko na Vitron. Unataka TV gani? Hiyo TCL unauza aje 43 inch. TCL? 35K. Mm. 35. <laughs> Eh. Yeah. Vitron 43 inch 20K. Sino na bei bei bei. Sasa aje, kwa sababu mimi kwa yeah. Bei najua kwenye Naeda. Yeah. Naeda hapa Skopio House hapa, karibu na tea room, fourth floor. Kuna watu wanajitanga Fixmart wholesalers. Eh. Wanaudhanga yeah. Hiyo Vitron na 16 na 17000 peke yake. Wanauza na 25,000 peke yake. Kila kitu, kila elektroniki yenye wanauza, yote wanauzanga na bei ya wholesale. Vuka temaga utemaga, wewe tu sikitiri ya matemaga